Akizungumza Meru katika akao na wakulima wa miraa, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe aliangazia maswala yanayohusu sekta hiyo. Kagwe alidokeza juhudi za serikali za kuhakikisha kemikali zote za kilimo, zikiwemo zile zinazotumika katika kilimo cha miraa, zinakidhi viwango vya usalama. Hatuwezi kubali wewe uuze uuze kilo ya miraa huko Somalia at 7000 shillings Alafu mpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Jamini, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna aibu. Alisisitiza kwamba bidhaa zilizozuiliwa katika nchi za asili ya zitaruhusiwa Kenya. We are human beings, na tunaona vile ugonjwa wa mambo kama kansa na mambo kama hayo, it is thriving in our communities. Na wengine wanasema ni ile mambo ya chemicals tunatumia. Kwa hivyo mimi in the next few days I'll be issuing directives to do with the use of chemicals. Na ni chemicals gani that we are going to ban in the, in the Republic of Kenya. We are going to ban chemicals that are banned elsewhere in the world. Sisi hatutaki Kenya to be a chemicals dumping ground. Na hivyo waziri alielekeza kuharibiwa kwa zaidi ya magunia elfu ishirini ya mbolea ambayo muda wa matumizi yake ulikuwa umeisha. Mbolea hiyo ilikuwa ikihifadhiwa katika mabohari ya bodi ya uhifadhi wa mazao na nafaka, NCPB. Mbolea hii ilizuiliwa na shirika la ubora wa viwango vya bidhaa nchini, KEBS, mwezi jana na hatua zimechukuliwa kuzuia kurudishwa sokoni. Pamoja na hayo, mashirika ya kilimo na viwanda yameeleza wasiwasi kwamba pendekezo la kuzuia baadhi ya viuatilifu vinaweza kusababisha upungufu mkubwa wa mavuno ambao unaweza kuwa na athari kali kwa usalama wa chakula nchini. Hatua zinazochukuliwa na serikali zinaashiria juhudi za kupatanisha na kulinda afya ya umma na kuhifadhi uzalishaji katika kilimo. We cannot make a decision that is supposed to hurt our farmer. Kwani tunakuwa ni watu wa serikali aina gani ambayo haiangalii maslahi ya, ya wakulima wake? When you see us making, telling these people we don't want you